Kwa majina naitwa Tushabe Joseph Degratius, ni afisa kilimo kata ya Nyangao, halmashauri ya Mtama, wa programu maalum ya BBT Korosho. Ah, kwa hapa tangia nimefika, mwitikio wa wakulima ni mkubwa, kwa sababu wanakuja, ingawa sio wote, ila wanakuja kwa ajili ya kuhakiki taarifa zao, na wengine tuliwapata kwenye vijiji vyao, tumewakuta lakini neno langu kwa bodi ya korosho, tunawashukuru sana na wizara ya kilimo, wanafanya vizuri sana. Tutaendelea kupambana ili tuhakikishe wakulima wote wamefanya usajili na waweze kupata haki zao kwa muda husika. Naitwa Bakari Rashid Kambona, ni afisa kilimo kutokea bodi ya korosho kwa mpango maalum wa BBT, nipo katika kata hii ya Nyangao na kama mnavyoona zoezi lilikuwa linaendelea la uhuishaji wa taarifa. Kwa kweli tunashukuru Mungu kwa sababu zoezi linaendelea vizuri na maendeleo yetu yako yako vizuri tu, na kwenye upande wa mwitikio kwa wakulima, wakulima tunashukuru Mungu wameonyesha ushirikiano na wameitikia wanafika. Kata yetu ina vijiji kama vitano, na ndani ya hivi vijiji vitano nashukuru na Mungu tumejaribu kupita kila kijiji kufanya zoezi la kuhuisha taarifa, na wakulima wameonyesha ushirikiano wamefika kwa idadi kubwa kabisa. Mpaka sasa hizi tumesajili wakulima 1175 na lengo letu ni kufikia wakulima 1500, lakini mpaka sasa hizi tumefika 1175 na bado wakulima wanaendelea kufika kwa ajili ya kuja kuuisha taarifa zao. Kwa ujumla, maendeleo tunashukuru, maendeleo yako vizuri sana.